Majina naitwa, jamani mnamchosha kiongozi, naitwa Nixon Mareko, ni mwanasheria anatokea Wizara ya Katiba na Sheria, pamoja na mimi niko na timu ya wanasheria wenzangu ambao tumekuja katika mkoa wa Arusha kwa ajili ya utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia maarufu kama Mama Samia Legal Aid campaign. Tuko hapa tangu tarehe ishirini na nane mara baada ya uzinduzi na timu za wataalam zilikuwa zikiendelea na e, utekelezaji wa kampeni hii katika halmashauri zote saba za mkoa wa Arusha. Kwa hivyo tukiwa katika utekelezaji wa kampeni hii tulipata lalamiko kutoka kwa mama na binti yake hapa, binti wanaitwa Neema, kuhusu e, kubadilishiwa mtoto mara baada ya kuwa amejifungua katika hospitali ya Mount Meru. Baada ya kupata lalamiko hilo, timu ya wataalamu ilienda kumtembelea e, binti Neema na kuweza kusikia kutoka kwa upande wake namna ambavyo ilivyokuwa na, na vilevile tuweza kumsikia mama yake ambaye ni binti ya Neema ambaye yeye ndo alikuwa akimshughulikia Neema kwa karibu sana wakati akiwa hapo hospitalini kwa ajili ya kujifungua, na baada ya kuwa tumemsikiliza na kutueleza kwamba alijifungua mtoto wake wa kike akiwa na afya njema na ametimia kwa maana zile siku za kutakiwa kwenda kujifungua mtoto kuzaliwa akiwa hana shida ina yoyote na mtoto alikuwa na uh, kilo tatu, pointi, pointi sita. Lakini akiwa anaendelea na matibabu odini, alipata kuweza kuona kwamba amebadilishiwa mtoto. Yule aliyeletewa alikuwa si yule ambaye alionyeshwa awali, na alikuja huyo mtoto aliyebadilishiwa alikuja na mavazi tofauti na yale ambayo ni ya mama wa mtoto kwa maana binti Neema. Kwa hivyo alivyokuwa ameona hayo, aliweza kumhoji au kumuuliza yule mhudumu kwa maana muuguzi, ni kwa nini amebadilishiwa mtoto. Muuguzi yule ali nadhani alimtaja kwa jina la Glory, alimwambia samahani, alimtaka radhi na kumwambia kwamba alichanganya. Kwa hivyo akaenda sasa kufanya mabadiliko tena. Watoto ambao walikuwa wamezaliwa kwa siku hiyo, walikuwa na watoto Hapana, siku siku hiyo kwa maana ya watoto waliokuwepo pamoja na yule Neema alikuwa na watoto watatu, wa wote wakiwa na jinsia ya kike. Kwa hiyo Nesi alienda kubadilisha mtoto ambaye pia alipomletea Neema hakuwa ameridhika kwamba ni mwanaye. Kwa hiyo hayo sasa ndio yaliokuwa yametokea na mama kwanza kuyafuatilia, kwa maana mama wa binti kuweza kuwafuatilia kwa ofisi ya mganga mfawidhi wa hospitali ya Mount Meru ambapo wali jibiwa kwa kadri ambavyo alijibiwa, lakini hakuwa bado kwa meridhika na majibu ambayo alikuwa amepatiwa na kuweza sasa kulalamika kwenye vyombo mbalimbali mbali, na hatimaye sisi kama timu ya utekelezaji wa msaada wa kisheria kuweza kufikiwa na hiyo, na hiyo, na hiyo, na ilo lalamiko na tukaamua kuchukua hatua za maksudi kwa maana ya kwenda sasa eh, nyumbani kwa Neema kama tulivyoenda na baada ya kuwa tumeshamsikia ili tulazim pia kufika eh, hospitalini hapa hospitali ya Mount Meru kwa ajili ya kusikia upande wa uongozi wa hospitali hii wenyewe unasemaje kuhusiana na hilo sakata ambalo limetokea. Tumefanikiwa kuonana na uh, Dr Ganafawidhi wa hospitali ya Mount Meru ambaye naye kwa upande wake ametueleza, tukiwa pamoja na wahusika kwa maana ya Neema na pamoja na mama yake mzazi, na alivyokwisha kutueleza aliyotueleza kwa sababu pia tayari taarifa imeshatolewa na Wizara ya Afya kwa maana ya kutaka hatua zichukuliwe, na tayari daktari pia ametuambia hatua hizo zimeshachukuliwa, ikiwa ni pamoja na sampuli zimechukuliwa kwa maana kwenda kupima vina saba kati ya watoto wale watatu ambao walikuwa wamezaliwa wakiwa miongoni na mtoto wa Neema, ili kuweza kwenda kujua, uh, mama husika wa mtoto husika, ni yupi? Kwa hiyo hilo lina, lina li, li, lipo kwenye mamlaka husika linafanywa kazi, lakini pia mtumishi aliyefanya hicho ambacho amekifanya kama kinavyolalamikiwa na Neema, naye pia ameshachukuliwa hatua kwa maana ya kusimamishwa kazi na kupisha uchunguzi, na hata hivyo amesharipoti kituo cha polisi, ambapo upelelezi kule unaendelea, na ikiwa pia inasubiriwa hiyo taarifa ya vinasaba kuweza kufanyika na kutoka kuweza kujua nini ambacho kimejiri au kinaendelea. Jana. Fauzia Mustafa ni wakili, um, lakini kwa leo natokea kwenye kampeni ya msaada wa sheria, um, kwa almaarufu kwa kama Mama Samia Legal Aid Campaign ambayo kwa sasa iko hapa mkoa wa Arusha. Uh, leo katika utekelezaji utekiliz, wa majukumu yetu tume tulikutana na jambo hili, tulipata lalamiko na baada tu ya kulipokea tuliamua kulifanyia kazi kwa uharaka. Tulipofika kwa mama huyu ambaye anaishi na binti yake, tulipata nafasi ya kumsikiliza a, lalamiko lake kwa kina, ambapo alituelezea haswa kilichotokea kwa binti yake huyu na kama ambavyo tulielezea awali kwa ufupi ni kwamba malalamiko yao ni binti yao huyu ali, ali wakati wa kujifungua wanahisi kwamba alibadilishiwa mtoto ambaye alijifungua. Kwa hiyo mara baada ya kuwasikiliza kwa kweli, uh, sisi kama timu nzima ya wataalam tuliguswa sana kwa namna ambavyo familia hii ilivyokuwa ina imeumia ilivyo ina machungu, um, kama kweli kitu hichi kilifanyika na tuliona kuna umuhimu sasa wa kufika hospitali husika ambayo inalalamikiwa ili kuweza kupata uh, habari kwa upande wa pili ya nini ambacho kilijiri, na tulifanikiwa kuonana na mfawidhi uh, daktari mfawidhi wa hospitali hii ya Mount Meru. Um, ambaye naye kwa ufupi alituelezea uh, jambo ambalo lilijiri na kwa kuwa sasa jambo hili limeshafika ngazi ya Wizara ya Afya, kwake yeye ingekuwa ngumu kuendelea kutuelezea kwa kina um, ni nini ambacho kinaendelea au ni nini ambacho kilitokea kwa kuwa sasa yeye hawezi akawa tena ni msemaji na kwa maelezo ambayo yalitupatia sisi yalitosha kutupa mwanga wa hatua gani zimeshachukuliwa na nini cha kufuata baada ya hapo, na tuliweza kugundua kwamba kuna hatua za awali ambazo zilichukuliwa kama kumsimamisha kazi uh, muuguzi huyu ambaye analalamikiwa, lakini vile vile tumepata taarifa kwamba um, vinasaba vilikuja kuchukuliwa na ofisi ya uh, ya RPC na kwa sasa tunasubiria majibu ya vinasaba hivyo.